Nitoke juu ya maji mahali pasipojulikana, miguu inaweza kuyumba. Hapo nakupata ndani ya fumbo, kwenye bahari kuu, imani yangu itasimama. Nitakuita kwa jina lako na macho yangu nitaweka juu ya mawimbi. Wakati bahari inapochafuka, roho yangu itapumzika katika kumbatio kwenye maji marefu, mm -hmm. Mkono wako wenye mamlaka utakuwa mwongozi wangu. mm -hmm. Pale miguu ina inashindwa na hofu ina inanizunguka, hujawahi kushindwa, wala hutaanza sasa. Niongoze mm -hmm. mm -hmm. No, mahali imani yangu haina mipaka, nitembee juu ya maji, popote utakaponita zaidi ya pale miguu yangu inaweza kufika na imani yangu itaimarishwa, katika uwepo wa Mwokozi wangu. Kolo wa mwisho: Nitakuita kwa jina lako, nitaweka macho yangu juu ya mawimbi. Roho yangu itapumzika katika kumbata lako. Mimi ni wako, na wewe ni wangu hata kwenye maji marefu mkono, mm. wako wenye mamlaka utakuwa mwongozi wangu, mm. pale miguu inashindwa, mm. yeah. na hofu inanizunguka, hujawahi kushindwa wala hutaanza sasa. Rowa mwisho, niongoze mahali imani yangu haina mipaka, nitembee juu ya maji popote utakaponita, nichukue mbali zaidi ya pale miguu yangu inaweza kufika, na imani yangu itaimarishwa katika uwepo wa Mwokozi wangu. kolo wa oh, mwisho kolo wa mwisho, mali, niongoze mahali imani yangu haina mipaka, nitembee juu ya maji popote utakaponita nichukue mbali zaidi ya pale miguu yangu inaweza kufika na imani yangu itaimarishwa katika uwepo wa Mwokozi wangu. Kolo wa mwisho, mwisho, mwisho. Nitakuita kwa jina Lako, nitaweka macho yangu juu ya mawimbi, roho yangu itapumzika katika kumbatio lako. Mimi ni wako na wewe ni wangu. ini waongoze mahali imani yangu haina mipaka, nitembee juu ya maji popote utakaponita, nichukue mbali zaidi ya pale miguu yangu inaweza kufika, na imani yangu itaimarishwa katika uwepo wa Mwokozi wangu Kanao, mwisho.